Bwana, moja ya stori kubwa kwa wakati huu hapa ni stori ya bwana Manyanya. Huyu ni kutoka kiwanda e, cha Bongo Movie, unakusema hivyo au cha e, tamthilia za Kibongo. Sasa kuna vitu vizito ambavyo vimetokea na kila mmoja ametokwa na machozi. Ukiangalia ni bado mapema kwelikweli kupokea taarifa kama hizi basi. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha hayo maandishi mekundu ama meusi yaliokuwepo chini ya video hii hapa unabonyeza hapo, kisha bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa nyingi zaidi ambazo tunakusogezea kila wakati. Kama unafahamu bwana huyu ni Manyanya, na of course series ambayo imembeba sana eh, ni series ambayo uko nayo kwa sasa hivi, na kuna vitu vingi sana ambavyo anavifanya na imekuwa eh, kama amekuwa kama aki eh, elimisha ya sana, yani ni moja wa hivyo, ya wasanii ambao kwa sasa hivi wanaelimisha, wanaburudisha na then eh, wana misemo yao ambayo watu wengi wanaitumia sana hata kwenye upande wa utongozaji yani kwa wanaume wengi wanamsifia kwanza, alikuwa anamsifia eh, kutokana na jinsi anavyofanya kazi zake, na pia eh, wanamuappreciate na kwa wadada pia, jinsi anavyokuwa romantic kwenye tamthilia ambazo anacheza hasa kwenye tamthilia ambayo inaruka kwa sasa hivi ndo oh, kikubwa wengi wanaona kwamba eh, huyu jamaa anaweza, na of course amejipatia umaarufu mkubwa kweli kweli, na wengi wamemfahamu kutokana na hiyo tamthilia ambayo yupo nayo kwa sasa hivi. Sasa ni vitu vizito kweli kweli ambavyo vinaendelea, na kuna vitu hivi hapa ndani kwake hapa uweze kufahamu kama ni mara yako basi ya kwanza. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, hakikisha hayo maandishi mekundu yala ni kwa subscribe na bonyeza hapo, kisha unabonyeza alama kengele, ili uendelee kupata taarifa nyingi nyingi zaidi ambazo nakuwekea kila siku. Sipo subscribe, maana yake unakuwa unapishana na taarifa zetu kila tunapokuwekea. Yani unakopo unapishana na update zetu mpya kila tunapokuwekea. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, tuliona kwenye tamthilia nyingi sana ambazo alicheza, lakini aziku umaarufu kiasi hicho, huenda labda kwa sababu akuwa ni main character na kwenye hizo tamthilia, na labda hizo tamthilia zilikuwa na ukubwa kiasi hicho. Lakini eh, kwenye tamthilia ambayo anacheza kwa sasa hivi ndio tamthilia ambayo, eh, imempa, yani imempeleka mbali, jina limezidi kuwa kubwa kwa kweli, na watu wengi wanamzungumzia eh, kwa vitu vingi sana. Wengine eh, wanasema kwamba hajai eh, kutokea mwigizaji ambaye anafanya poa eh, kama yeye, na ni mwigizaji ambaye ukiangalia e, okay, kweli anafanya vizuri kwa wakati huu hapa na Mwenyezi Mungu anasema kama amembrei hivi e, amembarikia njia na anaenda kweli kweli. Nini maoni yako? Kwa sababu ni vitu vizito ambavyo vinaendelea, yani ni vitu vya moto kwelikweli ambavyo vinaendelea. Yani, yani, yani si nisemaje, lakini ndo hivyo, najua bwana, ingawa nakwambia kwamba alipangalo, eh, Mungu binadamu awezi kulipangua, na basi eh, jambo la Mungu ndo jambo E, kubwa zaidi kupita majambo yote, na hii bwana tukumbusha kwamba tuzidi kufanya ibada na tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndo anayejua e, hatima yetu ya maisha na yeye ndio e, mwokozi wetu na mtetezi wetu, kwa sababu bila yeye huenda e, tusifike ambapo tunatarajia kufika au tunatamani kufika mbali zaidi kikubwa subscribe hapa hapa, baki hapa kwa ajili ya kupata update kibao ambazo nakusogezea kila wakati. Ukisubscribe naki unakopa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapokwekea, na unakopa haupishani na update zetu zote ambazo tunaku, tunakuletea hapa hapa kila siku. Kikubwa subscribe then ubaki hapa hapa kwa ajili ya kupata update kibao ambazo eh, zinatokea kila siku, na kisubscribe manake unakuwa mwanafamilia wa channel yetu hii hapa na unaendelea kupata update kibao ambazo tunakuletea. Kama nilikwambia hapo mwanzo, hii eh, kitu bwana, kila mmoja ameshtushwa na kila mmoja amehuzunishwa nalo kwa sababu ni jambo ambalo limeumiza watu wengi, na kila mmoja ametoka na machozi na kuto kuamini, kwa sababu eh, ni vitu vya ghafla kweli kweli. Nini ambacho kitajiri? Nini ambacho kitatokea? Basi subscribe na then ubaki hapa hapo, usiene sehemu nyingine yoyote, kwa sababu hapa hapa ndio unapata eh, update zote ambazo tunakuletea kila siku ambazo zinatokea, ni update mpya zote ambazo zinatokea, basi unazipata hapa na unakuwa ndio unakuwa sehemu ya kwanza kuzipata update zetu zote ambazo zinatokea. Kikubwa kama nilivyokwambia, subscribe hapa kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi. Kikubwa ambacho kitatokea basi nitakuletea hapa uweze kufahamu, na uweze kujua ni kitu gani hicho ambacho kimetokea na kitu gani ambacho kinaendelea katika swala zima, swala zima eh, swala zima la naloendelea kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, swala la, eh, kwenye tamthilia na pia eh, kama tabadilisho mtu mwingine au itakuwaje basi nitakuletea hapa hapa uweze kufahamu. Tunakupenda, baki hapa hapa kaja kupata taarifa nyingi.